Ikulu ya Marekani inasema itaanza kuachisha kazi wafanyakazi wengi wa serikali ndani ya siku mbili huku wabunge wakilaumiwa kwa kusitisha shughuli za serikali kwa mara ya kwanza katika karibu ya miaka saba. Aidha, shughuli za serikali zilianza kukatishwa siku ya Jumatano baada ya Republican na Democratic bungeni kushindwa kukabiliana juu ya mpango mpya wa matumizi kabla ya tarehe ya mwisho ya usiku wa manane. Licha ya hayo, hakuna dalili ndogondogo za pande mbili zote kuafikiana na kula ya kumaliza kulemea kwa shughuli hizo zilizoshindikana sa baada ya kuanza makubaliano hayo. Tangu wakati huo, bunge la Seneti limeailisha vikao vyake, na hivyo kuzua hofu kwamba hatua hiyo inaweza kuendelea na kutishia mamia maelfu ya kazi, na vilevile hatari ya kugharimu uchumi wa Marekani na kupoteza mabilioni ya pesa. Na hii ni tmedia Two, tunaendelea kukuweka karibu na habari mbalimbali zinazoendelea kujili kitaifa na kimataifa. Subscribe, like na kushare. Vile vilevile unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa anwani ya tmedia Two, pale Instagram na kwa anwani ya tmedia 2 Facebook. Langu jina ni Loisi Skila.